Shirika la ndege la Kenya Airways limetoa taarifa kwa umma kufuatia usumbufu mkubwa ulioshuhudiwa katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA, baada ya ukungu mzito asubuhi hii kuathiri kuonekana. Katika taarifa iliyotolewa na kitengo cha mawasiliano ya umma cha shirika hilo, Kenya Airways imethibitisha kuwa baadhi ya ndege zilizopaswa kutoa JKIA zilielekezwa katika viwanja vya ndege vya Mombasa na Kilimanjaro. Shirika hilo limesema kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kwa ajili ya usalama wa abiria na wahudumu wa ndege. Kuelekeza ndege sehemu nyingine ilikuwa hatua ya kiusalama kuhakikisha usalama wa wahudumu wetu na wateja wetu ambao ni kipaumbele chetu cha kwanza, ilisoma sehemu ya taarifa hiyo. Kutokana na hali hiyo, ucheleweshaji wa baadhi ya safari za kuondoka na kutua unatarajiwa leo. Kenya Airways imewaomba radhi abiria walioathirika wa na usumbufu huo na kuwaomba wasiliane kwa msaada zaidi. Shirika hilo limewahakikisha abiria kuwa huduma zitarejea katika hali ya kawaida pindi hali ya hewa itakapoboreka. JKIA ndio lango kuu la kuingia Kenya, ikihudumia abiria milioni 8.8 na tani laki tatu na elfu themanini za mizigo mwaka 2022 na mwaka 2023. Ni kitovu cha KQ ambacho huhudumia pamoja na mashirika mengine ya ndege kama vile Emirates, Turkish Airways, British Airways na Ethiopian Airlines.